Katika tukio la kuweza kushangaza sana la hatari ambalo limeweza kutokea leo, katika mji wa Ashdod nchini Israel uliibuka na giza baada ya kombora kutoka Iran kulenga na kuweza kuharibu mtambo mkubwa wa umeme unaomilikiwa na kampuni ya umeme ya Israel yani Israel Electric Corporation. Sasa kampuni hiyo imeweza kuthibitishwa kuwa kituo hicho kililengwa ni sehemu ya miundombinu ya kimkakati eh, na kwamba uharibifu huo uliweza kusababisha kukata, eh, kukatika kwa umeme katika sehemu kadhaa za mji huo wa kusini mwa Israel. So licha ya kwamba Israel kuweza kushambulia kituo kikubwa kabisa cha usalama kutokea kule Iran, na Iran nao wameweza kujibu mashambulizi kwa kuweza kulipua kituo kikubwa ambacho kinazalisha umeme katika eh, kusini mwa Israel huko na kuweza kufanya madhara makubwa kwenye swala so zima la umeme na kusababisha baadhi ya maeneo mengi eh, kutokea kule e, kutokea kule Israel kuweza kukosa umeme au wanasema ni kusini mwa Israel. Sasa taarifa zinaendelea kusema kwamba wakati wa shambulio uh, mashambulio hayo, raia waliamriwa kuingia haraka kwenye maandaki ambapo, na walilazimika kusalia ndani kwa muda wa dakika 35. Imagine vitu vinaendelea kutokea, watu wanaamriwa kwamba muingie ndani ya mapango and then maombi yaanze. Ndani ya dakika 35 watu wanakuwa na kuombea nchi yao kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea. Ni story ambayo pia inaweza ku ikitisha sana na kuweza kuleta majonzi makubwa sana hasa katika nchi zingine ambazo watu tuko and then huru, tunakuwa tunavyoona machafuko kama haya inakuwa inashtua kwa namna moja ama nyingine. Sasa huu ndio muda mrefu zaidi wa makazi kuwahi kushuhudiwa tangu wimbi la sasa la mapigano kuanza katika mwezi huu Juni au mwezi huu wa sita. Ving'ora vya, eh, vya tahadhari pia viliweza kupigwa mara kadhaa, huku kombora hilo likikadiliwa kuwa sehemu ya shambulio la kuweza kulipiza kisasi kutoka Irani dhidi ya hatua za kijeshi za Israel katika wiki za hivi karibuni. Ikumbuka kwamba wamekuwa wakijibizana, huyu akipiga huku, huyu anapiga huku, huyu akipiga huku naye anapiga huku. Na ndio maana sasa, mara baada ya wao Israeli kuweza kulipua kituo kikubwa cha usalama, lakini pia e, gereza la, la, la wale wafungwa ambao wao wanakuwa na wanahukumiwa kwa maswala mazima ya kisiasa kuweza kulipuliwa na Israeli, na yeye sasa Iran naye ameamua kuweza kujibu kwa kuweza kulipua kituo kikubwa kabisa cha umeme ambacho e, kinapatikana huko Israeli kinachofahamika kwa jina la Israel Electric Corporation. Sasa shambulio hilo pia linakuja katika muktadha mpana kabisa wa mzozo ambao unaendelea kati ya Iran pamoja na rasmi tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2025, baada ya waswamara kuweza kufanya mashambulio ya mapema dhidi ya miundombinu ya kijeshi na ya nuclear kutokea katika nchi ya Iran. Kila siku kikaa, kila muda ukifikiria kuhusiana na Iran pamoja na Israel. Vita vimekuwa ni vikubwa, nchi tofauti tofauti zimekuwa zikiingilia, mfano Marekani, lakini pia tunaona na amsmanawezakumuingilia kwa sasa hivi, amesema anaweza kumuingilia Iran kwa lengo zima la masuala mazima ya kiitikadi kisiasa, lakini pia kidemokrasia. Lakini piakidemokasini E, si katika upande wa kuweza kumsaidia labda majeshi ambayo anaweza akamsaidia ama vitu vinakuwa vinatokea hivyo, lakini majozi yamekuwa ni makubwa. Imagine watu wameza kuamuliwa kuweza kuingia chini ya maandaki, chini ya mapango ili tu kuweza e, kufichama machafuko hayo. Lakini pia watumie muda wa dakika 35 kuweza kujiombea wao, kuweza kuombea nchi na kuweza kuombea machafuko yale ambayo yanakuwa yanaendelea katika nchi hizi. Yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Ni kweli? na wewe unaona vitu kama hivi vinakuwa vinakuumiza au vinakuwa vinakufanya unakuwa kwa namna gani? Drop comment yako hapo, kutokana na amani ambayo uko nayo wewe Mtanzania, amani ambayo uko nayo wewe Mkenya ambayo unanisikiliza, na nchi zote ambazo zimekuwa zikiwa tulivu kabisa, hasa katika masuala mazima haya ya machafuko. Iran pamoja na Israel ni nchi ambazo watu hawajaweza kutulia, watu wanakuwa na heka heka kila siku. Leo linatokea hili, kesho linatokea lile. Bomu leo linapigwa huku, kesho linapigwa kule. Kila muda vifo vinakuwa vinaongezeka, majeruhi wanakuwa wanaongezeka, familia zinapoteza vitu vingi sana, hasa katika masuala mazima ya miundombinu. Watu wanapoteza makazi, malazi, sa chakula kutokana na vita, kwa sababu muda wote utakuwa unawaza tu kukimbia au kwamba kwa sasa hivi bwana bomu litapiga wapi? Take up for this kuendelea kutufuatilia sisi eh, subscribe channel yetu kwenye YouTube channel yetu hapo, lakini pia kule Instagram, Facebook pamoja na X tunatumia kama sawa sawa digital chao